Na kuna wengine ambao kama mtahitaji hivi vitabu, vitabu hivi vimewasaidia watu. Kuna watu wananipigia simu wananiambia, mchungaji, kitabu chako hiki kimenisaidia, nilikuwa sijui mambo mengi, lakini kimenisaidia. Kuna wakati huwa najaribu kuwaza kwamba kama Mungu ameweza kunipa mimi nafasi ya kuandika hivi, maana yake kama Mungu amenipa hiyo nafasi, hata wewe anaweza kukupa hiyo nafasi. Lakini itategemeana tu kwamba unajifunza kutokea wapi. Mungu ni Mungu ambaye ni wa maandalizi, ni Mungu wa maandalizi. Kwa sababu gani? ni kwa sababu anataka ujiandae ili aweze kukutumia Mungu hawezi kumtumia mtu ambaye hayuko kwenye maandalizi. Ni lazima uwe kwenye maandalizi ili kwamba Mungu aweze kukutumia. Na unavyoona hata mimi hapa, Mungu ameniandaa hatua kwa hatua, Mungu ameniandaa hatua kwa hatua, ndio maana hata naweza sasa kufundisha na kukuelekeza mambo ambayo yanatupasa kuyafanya. Aa, nikiwa katika huo msiba wa baba yetu huyo, kuna watu nikashangaa sana kwamba bado wanaweza kuwa na mambo ya kichawi peupe peupe, mambo ya kimila peupe peupe. Mungu anataka kututoa huko, na hata wengine wameshatutoa kwenye mambo ya mamila na madesturi kutegemea waganga, kutegemea ma matendele. Kama ambavyo nimekufundisha moja ya ashera ni matendele. Matendele yanawakilisha ufalme wa giza, huwa yanawakilisha adui, lakini kwa namna ya umbo la tendele. Kwa hiyo unapoona sasa, nataka nikushirikishe ashera inayoitwa chakula. Chakula shetani anakitumia sana lakini pia chakula Mungu anakitumia sana. Unaweza kuponywa kwa chakula, unaweza kuponywa kwa maji. Dada mmoja jana juzi akaniambia mchungaji, ninajisikia mdomoni kwangu kuna uzito mkubwa ninapotaka kuomba, lakini tumbo nalisikia pia limejaa. Nikamwambia hebu tafuta maji ya kunywa Alipotafuta yale maji ya kunywa, nikayaombea. Nilipoyaombea nikamwambia, sasa yachukua hayo maji kunywa, sukutua mdomo wako, tema mara tatu. Akafanya hivyo, akaniambia, lakini tumbo linauma. Nikamwambia baada ya mara tatu kunywa, akafanya hivyo. Baada ya kufanya hivyo, anasema akajisikia kwenye, kwanza kinywa chake kimefunguka lakini tumbo lake pia akasikia kitu kama kimetoka kwenye tumbo, akajisikia sawa na yuko huru. Kwa nini? Si kwamba maji yameleta matokeo, lakini maji yenye mazungumzo ndiyo yanayoweza kuleta matokeo. Ndiyo maana sasa hata tunapotaka kula chakula, huwa tunakiombea kwanza. Kwa nini tunaombea chakula? Tunakiombea chakula ili tule mazungumzo mazungumzo ambayo tutayatamka kwenye chakula ndiyo yatakayosababisha cha hicho chakula kiwe na afya au kikupe kiku nguvu, kwa sababu kupitia chakula unaweza kufa, lakini kupitia chakula unaweza kuwa hai. Sasa Yesu aliwahi kutufundisha kwenye neno lake, akazungumzia sana habari ya kwamba yeye ndiye chakula, ni chakula cha uzima. Unaposikia Yesu ni chakula cha uzima basi unmaanishe pia kuna chakula cha mauti, kuna chakula cha magonjwa, kuna chakula cha ajali, kuna chakula cha usaliti. Unapokila chakula tu kinakuingizia, kina roho ya kusaliti, una saliti. Unaona, ukisoma katika kitabu cha Marko mstari ule wa sita arobaini na moja. Soma hapo. Anasema, Marko sita, arobaini na moja, anasema hivi. Hmm. Akaitoa ile mikate mitano akaitoa Bwana Yesu ile mikate mitano na wale samaki wawili, na samaki wawili akatazama mbinguni, akatazama mbinguni akashukuru, akaimega ile mikate akashukuru, akaimega ile mikate akawapa wanafunzi wake wawaandikie, akawapa wanafunzi wake wawaandalie watu wawaandikie na na wale samaki. Na wale samaki samaki wawili wawili akawagawia wote, akawagawia wote pointi hapa ni kwamba akaichukua ile mikate na wale samaki wawili, akatazama mbinguni. Kwa nini Mungu e, Bwana Yesu anatazama mbinguni? Alitazama mbinguni kwa lengo la kufanya ibada. Alipotazama mbinguni, akamwambia Mungu hii ni mikate akaiinua, akamwambia Mungu, hii ni mikate imetengenezwa na mtu pale kiwandani, lakini Mungu naiombea naibariki, iwe afya watakapotumia hawa watu, maana yake wawe na afya, wafunguliwe magonjwa yao, wafunguliwe hatima zao. Aliposhusha, Biblia inasema, mstari unaofuata anasema hivi Arobaini na mbili, nasema hivi wakala na wote wakala wote wakashiba, wakashiba. Kwa nini walipokula wote wakashiba? Ni kwa sababu kabla hawajala Yesu alifanya maombi, aliombea kile chakula. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa chakula kikaongezeka chakula kikawa na usalama chakula kilipoingia ndani ya hao watu walienda na ushuhuda maana kuna mahali imeandikwa walipokula hii mikate wakapendezwa siku iliyofuata wakaanza kumtafuta tena Yesu wakamwambia bwana tumekuja hapa muda mrefu tunakutafuta lakini Yesu akaangalia mioyo yao akagundua ya kwamba walikuwa hawamtafuti kwa sababu walitaka wasikilize neno kutoka kwake, si kwamba wasikilize neno kutoka kwake, hapana. Kumbe walikuwa wanataka, wanamtafuta kwa sababu ya mikate. Unajua kuna watu wengi wako makanisani, wanataka Yesu kwa mikate, lakini hawamtaki Yesu kama Yesu. Yesu akawaambia, si kweli kwamba mnanitafuta ninyi mnanitafuta kwa sababu jana mlikula mikate, nimeiona mioyo yenu. Manake Yesu alipochungulia mioyo yao akaona tu mkate, mkatemkate, mkate tuko kwenye moyo, lakini <laughs> matamshi yao yalikuwa sio hivyo. Ngoja nikuonyeshe ambapo Yesu aliwaambia. <laughs> eh? Kwa sababu ya mikate wakamtafuta, wanamtafuta Yesu. Na pengine kabla ya hapo, nataka nikusomee, hebu twende tusome hapa Yohana Ngoja ni kuonyeshe jinsi ambavyo chakula kinaweza kikawa mlango wa shetani kuingia ndani ya mtu. Chakula kinaweza kikawa mlango wa magonjwa kuingia ndani ya mtu. Chakula kinaweza kikawa ndio sababu ya wewe kuwa na masumbufu. Soma Yohana. Inasema hivi. Yohana hmm. Yohana kumi na tatu, ishirini na sita inasema. Inasema. Basi Yesu akajibu. Basi Yesu akajibu. Ndiye mtu yule. Ndiye mtu yule. Itakaye mtoelea tonge na kumpa. Itakaye mtoelea tonge na kumpa. Akatoelea tonge akalitwaa akampa Yuda, akalichovya kwenye mchuzi akampa Yuda, mwana wa Simoni, mwana wa Simoni Iskariote, Iskariote. Akato, akachukua tonge akachovya kwenye mchuzi akampa Yuda.